Kwengineko, familia ya jamaa aliyepigwa risasi kufuatia vurugu katika klabu moja mtaani Kitengela imesema ha, haitamzika hadi waliomuua wakamatwe na kushtakiwa. Haya ni huku ripoti ya upasuaji wa maiti Kevin Maseri ukibaini kuwa alipigwa risasi mbili zilizosababisha kifo chake. Tatu Njoroge na taarifa hiyo katika makafani ya hospitali ya Kitengela. Familia ya Kevin Maseri, maafisa wa IPOA, maafisa wa upelelezi, viongozi na wanaharakati walifika kwa shughuli ya upasuaji wa mwili wake iliyochukua saa mbili hivi, ripoti ikibainisha kuwa kifo chake kilisababishwa na risasi. Kulingana na daktari, anasema kwamba yule aliyepiga hiyo yu risasi alipiga akiwa karibu, maana hiyo risasi iliweza kuingia na kutoka na hiyo risasi iliweza kuadhiri e, matumbo yake, imeweza pia kuadhiri figo na pia imeweza kuadhiri ile inaitwa pancreas na maini yake. Uchunguzi pia ulibainisha alipigwa risasi nyingine iliyompasua kichwa, familia ikisema hawatamzika hadi waliohusika wakamatwe na kushtakiwa. Tunataka sasa kutoka hapa kuona kwamba hatua inachukuliwa zile sambos ambaye ziliweza kuchukuliwa za maganda ya risasi e, isiweze kupita Jumatatu kama kesi hii haijafikishwa mahakamani and a marehemu na binamuye Joseph Musondu walipigwa risasi Jumapili kufuatia vurugu kati yao na watu wengine wakiwemo maafisa wa polisi kwenye klabu. Ninaomba serikali tuhakikishe, kwamba justice has been served to our people. I want my people to see justice uh, is done and all those responsible must be held accountable. Tunaomba director wa DCI Mohamed Amin aweze kusalimisha maafisa wake. Washukiwa sita na mashahidi wanne wameandikisha ripoti, huku bastola tatu zikitwaliwa. Amen. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.